Pembeni yangu niko na moja ya wanachama ambao amefika hapa kwa ajili ya kuweza kumpokea Dr. Emmanuel Nchimbi. Habari yako salama, habari za kazi, habari za majukumu? Nzuri kabisa. Sasa eh, kwa hapa Kinondoni mmejipanga vipi kumpokea Dr. Emmanuel Nchimbi na kuongea na wananchi? Eh, wanachama wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wananchi tumejipanga kumpokea mgombea mwenza wa rais wa Chama cha Mapinduzi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM ndugu Emmanuel Nchimbi, Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuwa tunamfahamu, la kwanza ni mchapakazi, ni kiongozi ambaye uasisi wake umetokea kwenye jumuiya ya Umoja wa Vijana, ni kiongozi anayekifahamu hiki chama, yeye na Mama Samia tuna imani kubwa kabisa kwamba kwa wagombea wetu hawa tumewachagulia wananchi chaguo bora la viongozi ndani ya chama bora. Kwa hiyo tuna hakika kabisa kwamba swala la maendeleo ni swala mtambuka kwa kipindi hiki, kwa sababu Dokta Sa, dokta Samia kazi yake inaonekana nchi nzima, dunia nzima. Afrika inatambua, dunia inatambua kwamba Tanzania wana kiongozi mashuhuri shupavu mwanamama jasiri mwenye mvuto dokta Samia suluhu Hassan, lakini kwa kufuatana na dokta Nchimbi, mtu ambaye mwenye siasa nguli, mwenye siasa zenye msimamo, mwenye maono, mwenye maamuzi, tuna imani kabisa kwamba nchi imepata kifaa bora cha kuiendeshea, kuleta maendeleo. Sasa kutokana na mwitikio wa wananchi ambao wameweza kuhudhuria kwenye mkutano huu, je, unaambia nini watu wanaosema no reform no election, no reform no election? Hii ni kauli tu ambazo zimebaki midomoni mwa watu, kwa sababu uchaguzi una hatua zake. Huyo anayesema no reform amekwisha shiriki uchaguzi. Moja ya uchaguzi zinapoanza ni zile hatua za awali za kukaa vikao kujadili majadiliano ambavyo mama hivyo kafanya nao wame, wamekaa. Imefika kipindi wanaona kwamba hawawezi kupambana na Chama cha Mapinduzi, ndio sasa wanatengeneza sababu kwamba sisi hatuingii kwenye uchaguzi. Wasiseme hatuingii, waseme tumetoka kwenye uchaguzi. Sawa, na wananchi ni kwamba wamewapuuza. Uchaguzi utakwenda na sisi, nchi watachagua wale wanao wahitaji na waliokuwa bora ni viongozi wagombea wa Chama cha Mapinduzi, ambaye ni Dr Samia Suluhu Hassan pamoja na Dokta Emmanuel Nchimbi wa, wa kwa wabunge kwa hapa Kinondoni tunaye ndugu yetu bingwa Abasi Gulam Talimba, lakini pamoja na madiwani wa Kinondoni ni kuhakikishie mwaka huu hakuna mseto Kinondoni. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba watashinda wabunge wa CCM pamoja na madiwani wa CCM pamoja na rais bila tatizo. Mkoa wa Dar es Salaam tumejipanga kushinda kiti cha urais, tumejipanga kushinda majimbo yetu yote, tumejipanga kushinda na kata zetu zote. Asante sana, shukrani sana.